Yesu asifiwe sipewe uh, habari za saizi. Ah, uh, namshukuru Mungu ambaye amenipa neema tena kuwepo uh, mahali hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe maneno machache ambayo naamini ya kwa yule ambaye anaendelea kufuatilia yamekuwa yakikubariki ya ya na ya yamekusaidia na na amekutoa pia sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ah, uh, jina langu ni Apostle Mabondo Junior. Unaweza kaingia YouTube, ukaandika Apostle Mabondo Junior, then uka subscribe, uka share na ukalike, ukatumia na watu wengine, ili waweze kuwa sehemu ya haya ambayo nimekuwa uh, katika mwendelezo wa kuyafundisha. Na wakati huu ningependa kuzungumza kuhusiana na nguvu ya ushuhuda. Nguvu ya ushuhuda sehemu uh, mbalimbali, unaweza kukuta katika kanisa uh, <clears throat> au hata kwa watu waliofanikiwa. Kuna watu uh, wanasema inspirational, inspirational speeches Inspirational speeches, au uh, katika makanisa anasema ushuhuda, testimonies, ni vitu ambavyo vina uhalisia ambavyo vinasaidia watu wengine kupata hamasa, kuona kwamba okay, kama fulani alianza biashara hivi, hivi, hivi akafanikiwa, basi kumbe hata mimi naweza nikafanya nikafanikiwa mtu fulani alianza huduma katika namna ya chini kabisa, maisha yake ya kawaida, maisha yake magumu, hana nyumba, hana nini, hana nini, akaanza tu kwa, kwa imani akimwamini Mungu, na baadaye Mungu amemuinua, amemfanikisha katika maeneo mbalimbali, huwa ni ushuhuda ambao kila mtu anaposikia, tunasema una inspire, una inspire mtu mwingine, inspire mtu mwingine, anajisikia okay, kumbe kumbe hata mimi pia naweza nika nikafanya ni kitu kitu kizuri sana sasa ningependa kushiriki uh, kwa sehemu kidogo, namna ambavyo ushuhuda una nguvu. Ushuhuda una nguvu sana, na ushuhuda, hakuna ushuhuda mdogo. Hicho ni kitu cha msingi sana ambacho unapaswa kukifahamu. Hakuna ushuhuda ushuhuda mdogo, kila mshuhuda ushuhuda ni mkubwa, kwa sababu amefanya Mungu. Mungu akifanya maana yake hicho kitu ni kikubwa. Hakuna kitu ambacho kinafanywa na Mungu alafu kinakuwa ni kidogo. Sasa ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 kuna habari pale unaiona ya ya uh, kijana Daudi, mtoto mdogo kabisa, mtoto wa Yese, ambaye hakuonekana kama ana sifa sana ya kuwa mfalme wa Israeli na hata pale ambapo nabii alitumwa na Mungu kwenda kwa familia ya Yese kwenda kumpaka mafuta uh, mfalme katika katika hiyo familia. Wakati huo Daudi hakuwa hata pale katikati ya ya, ya wanafamilia, hakuwepo kati ya watoto na Yese. Alipoambiwa na nabii Samueli awalete watoto wake, aliwaleta wote akijua ameleta wote, kumbe kuna mwingine ambaye ni mdogo hakuona kama ana sifa sana ya, ku, ya kuwa mfalme, lakini ndiye ambaye Mungu ali, alimkusudia. Hiyo ni habari ambayo unaweza ka, ukaisoma katika kitabu hicho cha Samueli wa kwanza sura ya 17 yote inaeleza habari ya Daudi na ushindi aliyoupata dhidi ya, ya Goliati. Lakini kuna mahali ambapo Samuel, uh, Sauli kama mfalme wa Israeli anamwambia Daudi kwamba wewe hutaweza kushindana na mtu huyu kwa sababu ni mtu hodari, ni mtu shujaa, ni mzoefu wa vita tangu anazaliwa. Huyu ni mfalme, alafu mfalme anamwambia kijana mdogo. Ingekuwa rahisi kabisa Daudi kukubali kwamba kweli siwezi, kwa sababu anayemwambia hayo maneno kwamba huwezi wewe sio mtu mdogo, ni mtu mzoefu wa vita ni mtu mwenye sifa, ni mtu, ni mfalme, amepigana vita vingi, kwa anapomwambia kijana mdogo kwamba wewe huwezi kupigana na huyu Goliati. Huyu Goliati ni mtu shujaa, mtu amezoea vita tangu mdogo mpaka amekuwa mtu mzima, yani kuliko kuna sababu zote za Daudi kuto kuogopa, lakini Daudi hakuogopa. Kwa nini hakuogopa? Alikuwa na ushuhuda, na ushuhuda huo ulikuwa na nguvu kwake. Kwa mtu mwingine hao, huo ushuhuda ulikuwa hauna nguvu lakini pia huu shuhuda haukuwa unajulikana na mtu yeyote, hakuna watu wa familia yake, kwa sababu ni ushuhuda ambao aliupata mahali ambapo hakuna mtu karibu yake, aliupata mahali ambapo hakuna mtu anaweza kushuhudia. Alafu pia alipoupata hakumwambia mtu. Kuna watu wengi sana wana, wana Mungu amewapa neema ya kufanikiwa kwa sababu ya ushuhuda ambao wanao, huu shuhuda hajamwambia mtu yeyote lakini ushuhuda ambao uko ndani ya moyo wake ni uhakika wa kufanikiwa ambao uko ndani ya